Unamueleza labda mchezaji kama Jean Charles Yahua, Jean Charles Yahua anafunga na assist kila siku, unaweza ukaa umekaa umekunja nne, unamuelezea tu ni mchezaji mzuri, kwa sababu anafunga magoli mengi na assist nyingi. Utumie terminologies nyingi kumuelezea Jean Charles Yahua, lakini mchezaji kama mpanzu labda mpanzu, utatumia maelezo elfu kumi kuelezea ubora wake. Anajua kupiga chenga, anajua kufanya sui, kitu gani. Naam, mwanamichezo, karibu sana kwa kusikiliza taarifa za kimichezo, lakini hapa leo niko na mchambuzi wa michezo na mtangazaji wa vipindi vya michezo Omali Bula. Tutapiga mastori mengi sana kuhusiana na tukio la Young Africans ambao wamelifanya siku ya jana, chini ya rais Engineer Hersi ambaye amepata wadhifa FIFA story. Tukio zima ilikuwaje? Engineer Hersi ana maono gani, Bula? atatuambia hapa. Kama bado jamaa na familia, subscribe alafu bonyeza alama ya kengele, ili wewe mtu wa kwanza kupata stories zote ambazo zinajitokeza D&A TV. Mimi ni Mzee Hamida, nyuma ya kamera director Jovana, akikizingatia engo inakuwa sawa. Niko na mchambuzi wa michezo Omar Libula, inakwaje? Ambie Mzee Hamida, mwanangu, uko vizuri? uko vizuri, kwanza wewe e... wewe jana nilikuona kwenye tukio hiyo, nilienda na mwishoni, nilimwona president wa Young Africans alisema ametoa milioni tatu kwa waandishi wote ambao walikuwepo wali kwenye ile tukio kwao, bila shaka e, ndugu yangu leo tutakula pizza leo. Vizuri. <tikaji> Bwana Hersi <tikaji> alikuwa na tukio lake lile pale, lakini pia alikuwa na friend of health na watu wengi walijitokeza waandishi wa habari wa kongwe, kitu ambacho mimi nikipenda kwenye uh... tukio la Engineer Hersi, watu wengi walijitokeza. Hebu tupitishe ilikuwa tukio la namna gani? Ah, uh, well kwanza kwanza ni, ni, ni, ni tukio kubwa Uh, kutoka kwa kiongozi mkubwa mwenye maono makubwa katika soka la Tanzania kwa sababu jana unajua Hersi alijaribu kuiweka tasnia ya football pamoja. Jana kulikuwa na viongozi wa TFF, kulikuwa na viongozi wa vilabu, kulikuwa na waandishi wa habari, kulikuwa na viongozi kutoka wizarani. Kwa hiyo lilikuwa ni tukio kubwa lenye taswira ya aina yake lakini kubwa kuliko ilikuwa ni namna ambavyo arrangement ya tukio zima lilikuwa, namna ambavyo Hersi alijaribu kutengeneza mazingira ya kutuelezea mafanikio yake kutoka kuingia Young Africans kama kiongozi wa kawaida mpaka baadaye kuja kupata nyadhifa kubwa kwelikweli, kafu kumwamini na kuwa mwenyekiti wa vilabu Afrika kwa maana ya ACA lakini mpaka kupata teuzi yake ya mwisho kabisa ambayo imepatikana juzi kutoka uh, shirikisho la mpira wa miguu la dunia kwa maana ya FIFA. Nilipenda namna ambavyo cluster za matukio zilikuwa arranged. Tulianza na event ya kwanza kwa maana ya ile cluster ya kwanza, kumfahamu Hersi kama kiongozi, kumfahamu alipoitoa Young Africans kutoka ile Yanga ambayo ilikuwa inapitisha bakuli mpaka Young Africans ambayo thamani yake ni bilioni mia sokoni. Kwa hiyo hilo la kwanza arrangement. Baadaye tukaja tukafahamu kuhusiana na ACA, namna ambavyo vilabu vimenufaika kwa uwepo wa ACA, namna ambavyo vilabu vinao nafasi ya kuweza kujumuika na hiyo ACA na mambo mengine kama hayo. Lakini baadaye tukaje tukapata pia nafasi ya kusikia kuhusiana na nyadhifa yake mpya, kwa maana ya mjumbe wa kamati ya mashindano ambayo iko chini ya FIFA eh, kamati ya mashindano ya vilabu, na alichokizungumza by the way ndicho ambacho kilinivutia zaidi kwa akili ya kawaida, kiongozi wa ajabu ajabu tu, yani wale viongozi wengine ambao wanapendaga ujiko, ameshapata nafasi FIFA, basi angeteka advantage ya kuanza kujimwambafai na kusema oh, nitakwenda kufanya hichi, nitakwenda kufanya vile nita... e, unanielewa. Lakini Hersi alichokizungumza ni kwamba hafahamu atakachokwenda kukifanya ndani ya kamati. So far anachosubiria ni kikao, kwa maana ya mkutano wa briefing ambao utakutana, mkutano huo wa hiyo kamati na watakachojaribu kuwa assigned kwa maana ya majukumu roles zao wao kama viongozi ndani ya hiyo kamati. Kwa hiyo baada ya hapo, atapata ABCD ya namna ambavyo anaweza akayaendea mambo yao, si unanielewa? Na ifahamike angeweza kuzungumza chochote kile cha kujimwamba fai. Si unanielewa? Kwamba nitaenda kufanya hichi, nitaenda kuwashauri FIFA, hichi, nitaenda kuwashauri FIFA vile. Lakini mwisho wa siku alisimama kwenye level ya human being. A humblest human being ever in Tanzania. Akazungumza kwa uwekevu mkubwa na kuweka uh, kile ambacho kilistahili kuzungumzwa kwamba sifahamu, baada ya kikao tutakuja, tutaona namna gani ambavyo tunaenda uh, kuihudumia hiyo nafasi ndani ya FIFA. Kwa hiyo tukio lilikuwa bora mzi wa mida ukiniuliza na ubora wa tukio umelala ume pia kwenye namna ambavyo tukio hilo limewekewa stages limewekewa mipaka limebe, limewekewa clusters. Yeah, na ilikuwa ni tukio kubwa, by the way, kama ambavyo nimekuambia, Hersi ni uh, kiongozi ambaye anaonekana na maono makubwa sana kwenye soka la nje huko, kama ajabezi hapa ndani. Unaiona siku za mbeleni Hersi akiwa kiongozi mkubwa wa Afrika ama FIFA kwa ujumla. Hersi is a top leader, bro. He's a top leader na top leaders always wanazaliwa top leaders. Hawatengenezwi. Hersi huwezi kumtengeneza Hersi mwingine kutokea huko Kibinda Nkoe, huwezi kumtengeneza Hersi kutokea chuo wapo si watu wanasoma sport management. Huwezi kumtengeneza Hersi kupitia kozi za sport management. Hersi anachokifanya kutokea katika ile karma aliyozaliwa nayo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anachokifanya ni anaongeza elimu, maarifa, lakini huwezi kumtengeneza Hersi kwa kusoma si unanielewa? Kwa hiyo unavyozungumza kuhusiana na Hersi, ni kiongozi ambaye amezaliwa, he is a born leader, amezaliwa na hiyo karma ya uongozi, ana sifa all the qualities za kiongozi bora. Hizo sifa utazitafuta Tanzania hii uwezi ukazipata kwa kiongozi yoyote zaidi ya Hersi. Hizo sifa hizo, nenda vilabu vyote Tanzania, hakuna kiongozi mwenye mwenye sifa za kweli, mwenye qualities za engineer Hersi Ali Said. Si unanielewa? With all due respect kwa viongozi wengine wanafanya vizuri kwa nafasi yao kwa vilabu vyao walipo, lakini namna ambavyo engineer Hersi anaelevate, ndipo ambapo unapata picha, taswira halisi ya Hersi, namna yani, namna uongozi bora ulivyo. Unavyomuona Hersi anavyopanda kutokea Yanga kwenda ACA, kutokea ACA kwenda FIFA ndivyo kiongozi bora anavyokuwa. Wewe huwezi ukajiita kiongozi bora kila siku huko Samvula Chole huwezi ukajiita kiongozi bora kila siku umekaa tu kwenye klabu yako kila siku, huwezi ukajiita kiongozi bora kelele unazopigiwa ni hatumtaki huyu kiongozi. Kiongozi bora lazima ujue kuchanganya brain with a brawn, lazima ujue kuchanganya akili yako na nguvu yako. Hivi vitu vikishakuja baadaye vikawa vimechanganyika pamoja, bro, tunakuona pale, ndicho ambacho anakifanya Engineer Hersi Said, kwa hiyo ni kiongozi ambaye mimi ukiniambia yuko katika level ya unabii, yaani ni wale watu ambao wanazaliwa manabii. Unajua nabii huwezi ukamtengeneza, yaani nabii Mwenyezi Mungu mwenyewe anamuumba ya yaani kwamba huyu ameandaliwa kuwa nabii, si unanielewa? Kwa hiyo ndicho ambacho kinaonekana Engineer Hersi Ali Said yuko kwenye level ya uongozi wa kiunabii. Ame, amezaliwa kuwa kiongozi. He is a born leader huwezi ukamfananisha Hersi na kiongozi mwingine yeyote hmm. Mzee wa mida na watu wengi kwenye peji yako wanakusema wanaku, wanaku sana bula comment zinakuwa nyingi sana huu ni chawa JSM, chawa Yanga hii ikikuwa haikukwazi? Ah, kaka, sasa mimi siwezi kujibia kile ambacho watu wanakizungumza katika maisha. Mzee wa mida, nikwambie kitu kimoja hmm. mpe mtu room ya kukudefine. si unanielewa? hmm. yaani mpe mtu room ya kukudefine. na ukiona unampa mtu room ya kukudefine, Jua kabisa unafanya kitu bora, yaani ukishaanza kuona mtu anaanza kukutengenezea terminologies, ukishaanza kumwona mtu anakutengenezea vitananzali, brother you win. Yaani mtu ukishaanza kumwona kwamba, ah huyu mtu fulani amieyusho, huyu mtu fulani sijui namna fulani, brother, hana kazi ya kufanya, anakuangalia wewe, si unanielewa? Kwa hiyo mimi nafanya kazi yangu, kazi za kihabari, kama mwandishi wa habari atakayekuja baadaye na komenti yake ni kwa sababu hana kazi ya kufanya, mm. Ameamua kunitumia mimi yeah, kama sosi ya taarifa zake, na ikusumbui how come bro? Yani, mtu anakuja baadaye ananiambia we chawa wa Hersi, then what? yeah. E, mi nafanya kazi zangu za kihabari, nitatoa mazuri ya Hersi. yeah. Wewe umeona ni chawa, hewalla. Umeona na natumwa, hewalla. Umeona natumika, hewalla. mm. Na kama kutumika rahisi, mm. tumika na wewe. Alafu Hersi ni kiongozi ambaye apigwi kelele na watu yani, mambo yake yanajieleza mwenyewe, mambo ya Hersi yanajieleza mwenyewe. Yani ni sawasawa, leo hii unamweleza labda mchezaji kama Jean Charles Yahua. Jean Charles Yahua anafunga na assist kila siku, unaweza ukaa, umekaa umekunja nne, unamwelezea tu ni mchezaji mzuri kwa sababu anafunga magoli mengi, ana assist nyingi, utumie terminologies nyingi kumuelezea Jean Charles Yahua. Lakini mchezaji kama mpanzu labda, mpanzu utatumia maelezo elfu kumi kuelezea ubora wake. Anajua kupiga chenga, anajua kufanya sui kitu gani. Mm. Na brother wangu Justin Case anatumiaga, kuna neno anatumia, kuhesitate. <laughs> Sui mpanzo anahesitate, anasui, anafanya hichi, anakati ina nini. Bro, utumii maelezo mengi kumwelezea mchezaji bora wala utumii maelezo mengi kumwelezea kiongozi bora. Yaani Hersi nianze kutumia karatasi nyingi kumwelezea Hersi kutoka. No no no. Yani nitumie karatasi nyingi kumwelezea Hersi ambaye namuona anatoka Yanga anaenda ACA anaenda FIFA. Situmii karatasi nyingi, yaani nakwambia tu Hersi ni kiongozi bora, angalia njia yake Bale. ACA e, f, ka, a, kafu FIFA yule pale, mtu anaingia vikao vya kamati tendaji ya kafu anakaa kwenye vikao vya sekretarieti ya kafu. Sasa uwe unatumia muda mwingi kumwelezea mtu ambaye, unatumia muda mwingi kumwelezea ni yule ambaye anafanya vitu visivyoonekana. Yaani kuna kiongozi uki ukiulizwa wewe, mzee wa mida, kiongozi huyu sifa yake ni ipi? Si nanielewa, yaani kiongozi huyu kuna viongozi wa vilabu vikubwa tu Tanzania hapa. Mm. Lakini leo hii ukiulizwa wamefanya vitu gani kwenye vilabu walivyopo, hata mm. Ukiwauliza mashabiki wa timu wanazozishabiki yani wanazoziongoza, mm. Yani mtafute leo hii shabiki labda wa... With all due respect. Mm. Mtafute shabiki wa Simba. Muulize mwenyekiti wako Murtaza Mangungu amefanya nini katika kipindi cha uongozi wake? mm. Kuhusiana na uongozi wa Hersi chini ya, chini yake Yanga Africans imekuwa bora sana kwenye miaka minne hmm. Tuendelee tuone mazuri ambayo anafanya atazidi kuendelea, kuendelea kwa sababu uongozi wake hmm, Yanga amekuwa bora, amegawa dozi kwa mpinzani wake zaidi ya mara sita. Hmm. Baba nili, niliandika, niliandika kwenye ukurasa wangu kabla hata ya uteuzi wa Hersi kwenda I mean FIFA hmm, niliandika namuona na nataka kumwona Hersi akipata nafasi yoyote ile hata muosha vyombo wa FIFA. <laughs> Tuna, nili, nilitaka tu Hersi aende ka I mean FIFA. Ndio. Baada ya siku kadhaa imetoka taarifa kutoka FIFA, Hersi yes, amepata nyadhifa. Mm. Tunavyopata watu namna hii kwenye nyadhifa kubwa kwenye kwenye mashirikisho makubwa mm. ndipo ambapo hata utambulisho wetu sisi kama taifa una, unazidi kukua. Kwa hiyo hii haiwezi kuwa mwisho. Mm. Yaani huyu Hersi ambaye umemwona sasa hivi yuko FIFA inawezekana baadaye tukaje tunamzungumza na title nyingine, rais wa shirikisho la mpira wa miguu la Afrika. Huyu Hersi tunaweza tukawa tunamzungumza kwa title nyingine baadaye. Rais labda wa shirikisho la mpira wa miguu duniani. Si alishapita hii saya tu, yes. Mwafrika mwenzetu yes. Kwa hiyo inawezekana, na by the way, wenzetu bwana huwa hawaji, hawaji contradict, hawapindipindi mm. Ukiwa bora watakuinclude kwenye mambo yao yes. Unanielewa, na Hersi ndicho ambacho anakionyesha ni brain mm. Na ukiwa brain mm. Patrice Motsepe hawezi kuacha kukuinclude kwenye mambo yake ukiwa brain Gianni Infantino hawezi kuacha kuku include kwenye mambo yake he is a brain, he is a top leader as I told you. mm. he is a born leader. Sio kiongozi wa kutengenezwa. Hajaenda darasani kwa ajili ya kutengenezwa kuwa kiongozi, ameenda darasani kuongeza maarifa. That's it. Sawa, Omar Libula huyo ametamatisha kuzungumzia tukio la Engineer Hersi rais wa Yanga, lakini pia amepiga story nyingi sana. Hii ni D&A TV, subscribe bonyeza alama kengele, taarifa zote za kimichezo unazipata hapa ya nyuma ya kamera, director Jovana akizingatia engo inakuwa sawa. Omar Bula amezungumza mengi. Mimi sitii chumvi, sitii neno, napigilia tu msumari. Endelea kufuatilia na usiache kusubscribe <mulia>